Je, wewe ungefanya nini ikiwa maisha ya mdogo wako yanategemea kujibu kitendawili kimoja tu? Kitendawili cha nyoka wa kichawi. Kosa moja tu na unageuka kuwa jiwe milele. Ungana na Neema katika safari ya hatari ambayo inaweza kuokoa maisha au kuangamiza kila kitu. Hapo zamani za kale, kabla dunia haijajaa kelele za chuma, kabla sauti za mashine hazijameza sauti za asili, kulikuwepo kijiji kidogo kilichoitwa Bonde la Amani. Kijiji hiki kilijulikana kwa furaha. Mito ilitiririka. Watoto walicheza na ardhi ilitoa chakula cha kutosha kwa kila mmoja. Lakini siku moja, kila kitu kilibadilika. Mvua ilikataa kunyesha. Siku zikapita, wiki zikawa miezi. Ardhi ikapasuka. Majani yakanyauka na matumaini yakaanza kufa. Ng'ombe walianguka kwa uchovu. Wanawake walitembea umbali mrefu kutafuka maji, lakini walirudi na matungio matupu. Kila usiku, vilio vya njaa vilisikika zaidi ya nyimbo za furaha. Ndani ya kibanda kidogo cha nyasi, aliishi binti mmoja aitwaye Neema. Alikuwa bado mdogo kwa umri, lakini moyo wake ulikuwa mkubwa kuliko wote kijijini. Pembeni yake alikuwa amelala mdogo wake Amani, mtoto dhaifu, macho yake yakifumbuka kwa taabu, pumzi zake nzito kama mzigo wa dunia. Neema alimshika mkono, akanyamaza, lakini machozi yakamdondoka. Alijua bila maji safi ya uponyaji mdogo wake hangesalimika. Usiku moja, Neema aliwasikia wazee wakizungumza kwa sauti za chini: dawa ipo, lakini iko msitu wa giza, msitu ambao hakuna mtu aliyewahi kuingia na kurudi akiwa hai, msitu unaolindwa na nyoka wa kichawi. Neema hakulala usiku huo. Alimtazama mdogo wake, akavuta pumzi ndefu. Kama nitakufa, basi nitakufa nikijaribu. Asubuhi ilipofika, Neema alijiandaa kuondoka. Mama yake alimfunga hirizi shingoni. Hii siyo ya uchawi, ni ya imani. Baba yake alimkumbatia kwa nguvu. Ujasiri wako ndio urithi wetu. Neema akaondoka bila kuangalia nyuma. Msitu wa Giza haukuwa kimya. Miti mirefu ilisimama kama majitu, mwanga wa jua haukufika chini. Kulikuwa na sauti kunong'onona, vicheko vya mbali na vilio vya waliopotea. Ghafla, Ka! Ka! Ka! Ka! Binti mdogo, unatafuta kifo au unatafuta uzima? Natafuta uzima. Kunguru akamzunguka. Fuata mto uliokauka, lakini kumbuka, hofu ikitawala moyo wako Hutafika. Neema alitembea siku nzima. Aliona maono ya kushindwa lakini aliendelea. Alikuwa na njaa lakini alishiriki chakula chake na mnyama aliyejeruhiwa. Alisikia sauti ikimwambia arudi lakini alikumbuka uso wa mdogo wake na aliendelea. Baada ya masaa mengi ya kutembea Neema alifika penye chemchemi. Maji yake yaling'aa kama almasi, lakini kabla hajateka hata toni moja, ardhi ilitikisika. Kutoka ndani ya maji aliinuka nyoka mkubwa ajabu. Magamba yake yalikuwa ya dhahabu na kijani na macho yake yalikuwa kama moto. Nyoka: nani anathubutu kuiba maji yangu? Wanadamu ni walafi, mnachukua msichostahili. Neema alitetemeka, lakini hakukimbia. Badala ya kuchomoa panga au jiwe, alipiga magote kwa heshima na kuomba huruma yako Nyoka alimkodolea macho, akimzunguka kwa kasi, akimchimba mkwara. Alikuwa amezoea watu wanaokuja na silaha, lakini huyu binti alikuja na unyenyekevu. Nyoka: unyenyekevu ni silaha ambayo sijaiona kwa muda mrefu, lakini maji haya hayaji bure Lazima ujibu kitendawili changu. Ukishindwa, utabaki hapa kuwa sanamu ya jiwe milele. Mimi sina miguu lakini natembea, sina mdomo lakini nameza kila kitu, na nikikasirika hakuna anayeweza kusimama mbele yangu. Mimi ni nani? Neema alifikiria kwa sekunde kadhaa, alikumbuka mafuriko yaliyowahi kutokea kijijini kwao. Wewe ni maji! Msitu ulikaa kimya. Humejibu vyema, binti shujaa. Moyo wako safi na akili yako pevu vimekuokoa. Nyoka aligeuka kuwa ukungu mzito na kupotea, akiacha nyuma gudulia la maji ya uponyaji na mvua kubwa ikaanza kunyesha kijijini kwao papo hapo. Mdogo wake akapona na bonde la amani likarudisha uhai wake. Na tangu siku hiyo, watu walijifunza kuwa ujasiri wa kweli hauji kwa nguvu, bali kwa unyenyekevu, upendo na hekima. Je, wewe ungejibu nini kitendawili cha nyoka? Wapendwa wasikilizaji, leo tumemaliza hadithi ya Neema, Binti jasiri ambaye alikabiliana na hatari isiyojulikana. Lakini kabla ya kumaliza, hebu tuchukue muda tuangalie funzo ambazo hadithi hii inatufundisha. Ujasiri wa kweli hauhitaji silaha wala nguvu ya mwili. Neema hakushinda kwa panga au jiwe, bali kwa moyo wake safi, upendo na heshima kwake mdogo wake. Hii inatufundisha kuwa pale tunapokabiliana na changamoto, moyo wenye upendo na hekima ni silaha kubwa kuliko hofu yoyote. Safari ya Neema ilichochewa na mapenzi yake kwa mdogo wake. Kila hatua aliyopiga, kila hatari aliyokabiliana nayo ilikuwa kwa ajili ya familia yake. Hadithi hii inatufundisha kuwa matendo mema hata kidogo hurudi kwetu kwa njia isiyotarajiwa. Ni wema unaolipa bila masharti.